Shirika la lisilo la kiserikali la Save The Children limesema hatua ya Israeli ya kuzuia uingizwaji wa misaada kwenye Ukanda wa Gaza imefanya hali kuwa mbaya kwenye eneo hilo, ambalo sasa linakumbwa na upungufu mkubwa wa chakula, maji, mafuta pamoja na vifaa vya tiba. Hayo yamesemwa na mshauri wa maswala ya kiutu katika shirika hilo, Georgia Tesi, alipozungumza na DW mapema leo kuhusiana na hali ilivyo kwenye eneo hilo. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Jeojia Tesi ambaye yuko Gaza ameiambia DW kwamba vizuizi vya Israel vimesababisha kuwepo kwa tatizo kubwa la njaa, maji na bidhaa nyingine muhimu, ikiwa ni pamoja na zatiba. Amesema hakuna chakula wala vifaa tiba vilivyopelekwa kwenye ukanda huo kwa zaidi ya siku 46 sasa na hiyo imechochea moja kwa moja ongezeko la vifo vya watoto wachanga na utapia mlo. Tesi ambaye ni mshauri wa masuala ya kiutu kwenye shirika hilo amesema wamekuwa wakisambaza maji safi kwenye makazi ya watu walioyakimbia makazi yao, lakini pia kupima utapia mlo kwa kina mama wajawazito na watoto, na ikiwa watagundulika huwapa lishe ya kuwasaidia. Amesema Gaza haina maeneo ya kutosha yanayowafaa watoto kukutana na kucheza kama sehemu ya kujiliwaza katikati ya vita vinavyowasababishia msongo wa mawazo, na kuongeza kuwa shirika hilo hujaribu pale inapowezekana kupata mahali salama na kuwapatia watoto makazi mazuri, mavazi na mahali pa kulala, huku akisisitiza kuwa bado hakuna mahala salama kwa ajili ya watoto kwenye ukanda wa Gaza. Akagusia pia athari za mashambulizi kwa watoto na kusema Gaza hivi sasa ndio yenye idadi kubwa ya watoto waliokatwa viungo ulimwenguni, lakini pia vifo na majeruhi, kwa kuwa bado miili yao haiwezi kuhimili miripuko na haina damu nyingi. Mapema leo kuliripotiwa wimbi la mashambulizi yaliyofanywa na Israel kwenye ardhi hiyo ya Palestina ambayo hadi sasa yamesababisha vifo vya watu 37, hii ikiwa ni kulingana na idara ya usalama wa umma ya Gaza. Msemaji wa idara hiyo Mahmud Basal amesema usiku wa jana Israel ililenga mahema kadha kwenye eneo la Al-Mawasi kusini mwa mji wa Khan Yunis. Na huko mjini Moscow Urusi, Emir wa Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Al-Thani amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin hii leo, ambapo kwenye ongezi yao ametoa wito wa kumalizwa kwa mauaji yanayoendelea Gaza. Ninaamini hali ya kutisha tunayoishuhudia sasa Gaza na mauaji ya kila siku ni lazima imalizwe. Kama unavyojua tulikubaliana miezi kadhaa iliyopita, lakini ni bahati mbaya Israel haiyaheshimu. Hata hivyo, Qatar, kama mpatanishi, tutajitahidi kuwasilisha mitazamo yetu ili kufikia makubaliano ambayo yatamaliza mateso kwa watu wa Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Moroko Nasser Bourita pia ametoa maoni kama hayo akisema ni lazima kile kinachotokea Gaza kifike mwisho. Amesema eneo la mashariki ya kati linahitaji ajenda itakayojitenga na watu wenye misimamo mikali na waharibifu, na badala yake ibakie kwa wanaoamini amani, kwa kuwa watu wa eneo hilo wamechoshwa na vita na migogoro.